Ni takriban mwezi mmoja tangu shambulizi lililotibuliwa la kigaidi katika kambi ya jeshi ya Baure katika kaunti ya Lamu. Polisi wakiendeleza uchunguzi wao kuhusu wahusika katika shambulizi ambapo magaidi 11 wa Al-Shababu waliuawa wa. Hii leo idara ya usalama imetoa orodha ya baadhi ya magaidi wanaoshukiwa kuhusika katika shambulizi hilo. Wa kwanza kwenye orodha ya magaidi waliotoroka ni Mbarak Abdi Huka kutoka jamii ya Borana aliyezaliwa na kulelewa katika eneo la Marsabit. Mbarak alienda nchini Somalia mwaka 2011 kujiunga na Al-Shabab na kuhusika katika shambulizi la Mpeketoni mwaka 2014. Mwingine ni raia wa Uingereza aliyezaliwa nchini Somalia, Ibrahim Magag, ambaye aliwahi kukamatwa na kuzuiliwa na polisi wa Kenya mwaka 2007 kwa kufadhili Harun Fazul wa Al Qaida aliye na makao yake katika milki ya Kiarabu pia ni mwandani wa jihad John anayedaiwa kuwachinja wafungwa wengi wanaotekwa mara kwa mara na ISIS. Abdallah Suleiman Maktum Mdigo vilevile yuko kwenye ramani ya serikali ya washukiwa wa ugaidi wanaosakwa. Yeye anadaiwa kuwapa vijana mafunzo yenye itikadi kali mjini Mombasa na kusini mwa pwani mwingine ni aliyejulikana tu kwa jina Omar kakake mdogo wa Hassan Omondi Owiti kwa jina la kiutani kama Bodalangi aliyeuawa katika makabiliano na polisi mwaka 2013 walipokuwa wamekwenda kumkamata nyumbani kwake huko Githurai, Nairobi, ambapo alikuwa amejificha. Omar yuko mbioni vilevile, baada ya shambulizi lililotibuliwa la Lamu. Salim Jamal Mwangi kwa jina la mtaani kama Jamalou pia ni mwingine anayesakwa. Rama Mbwana Mbega mdigo kutoka kusini mwa Pwani, anadaiwa kujiunga na al-shabab mwaka 2011 na kuhusika katika majaribio ya mashambulizi ya mara kwa mara bila kufaulu. Yuko mbioni na anasakwa na polisi vilevile. Kando na hayo, Hashmir Omar ambaye ni afisa wa ujasusi anayefanya kazi hapa jijini Nairobi alipigwa risasi katika eneo la Old Town Mombasa, baada ya kuviziwa na genge la watu wasiojulikana. Haya yanawadia baada ya afisa mwingine wa CID kuwawa katika eneo hilo la Old Town yapata miezi miwili iliyopita. Polisi wamechapisha picha ya mshukiwa wa mauaji hayo, Philip Mrutu. Nipashe wikendi.